cha kufanyika kwenye mafunzo haya ile endelevu ni kwamba wadau pamoja na serikali ione umuhimu wa kufundisha vijana kuhusiana na kilimo hai. Pia sisi kama wadau tuifasize kwamba kilimo hai ni bora kuliko kilimo cha kutumia kemikali, na pia vijana wengi wapewe fursa ya kuja kujifunza kilimo hai kwa sababu kinatupa kwa sababu kinatupa nguvu ya kuendelea na kutunza mazingira yetu. Nimepata mafunzo haya ya kilimo hai organic farm ni mazuri, tumejifunza vitu vingi kuhusiana na kilimo, utunzaji wa samaki, ufugaji wa nyuki kwa kisasa, na mafunzo hayo ni mazuri, yanatufundisha sisi, yanatujenga zaidi kutokutumia zaidi madawa, na pia ni bora kwa jamii ma kwa ajili ya maisha yetu na kizazi cha baadaye, pamoja na kutunza mazingira. Tumeweza kuonyeshwa umuhimu wa kilimo ambacho kina ni productive pia ambacho kinatunza mazingira na uoto wake wa asili, kwa majina mengine ya agroecology. Tumeweza kujifunza namna nyingi za kufanya kilimo, ufugaji wa wanyama, namna ambazo mfugaji anaweza akapata faida pia bila kuharibu mazingira na pia kama sisi kama vijana tumeweza kufanya matukio mbalimbali. Siku ya leo kumekuwa na programu mbalimbali, ambapo tumekaa kama vikundi, tukajadiliana namna tumefanya. Tumekuwa na, na programu kama za kuchora, kutengeneza, kubadilisha taka kuwa mali, ambazo kitu chenye thamani. Tumeweza kujifunza mambo mengi kupitia ideas ambazo tumeshare. Ni kitu kizuri ambacho kingeweza kusaidia pia ni kitu ambacho serikali inabidi kitie macho ki, ki, sababu kupitia sisi vijana, sisi ndo nguvu ya taifa, tunaweza tukafanya mambo mengi, sisi ndo kizazi kijacho na influence kubwa iko kwenye vijana. So program kama hizi zikiwa zinaendeshwa support se, ya serikali inaweza kusaidia vizazi vijavyo katika utunzaji wa mazingira kwa ujumla. Leo tumejifunza namna ya kutunza mazingira na jinsi ya kutegereza taka na kutokutupa taka, yaani kutoutupa taka ovyo, na kucheka taka katika, tunaweza kugeuza taka, mfano chupa za plastiki, kuliko tuzitupe, tunaweza tukabadilisha, tukabuni kuweka kwenye vitu mbalimbali, mfano kutengeneza sehemu ya kuwekea maua, mapambo, mapambo mezani. Tunatakiwa kutunza nani, kutokutupa taka ovyo. Zile taka tunataka zikusanye na kuzirejeleza, mfano chupa za plastiki, makopo. Tumekuwa uh, tumekuwa asilimia kubwa katika uh, kongamano letu hili la sikukuu ya uumbaji, tumealika vijana kwa lengo ya kwamba kuweza, uh, kuwarahisisha kuweza ku kuwapa eh, maelekezo namna gani ambavyo wanaweza wakaweza kuzipokea hizi mbinu za kuweza kutunza mazingira yetu, ili kututunza kizazi ambacho kinafuatia. Wana msimu wa uumbaji, maana kwamba tunachokiangalia kikubwa ni kuweza namna gani ambavyo tunaweza tukaishi pamoja na mazingira ambayo yanatuzunguka, ili kwamba kuweza kutengeneza mfumo sahihi wa uendeshaji wa shughuli zetu za kimaisha katika uzalishaji wa mazao, lakini namna gani ambavyo tunaweza tukaishi, lakini kuweza kusaidia kuweza kutatua changamoto la kuweza kwa mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa hiyo tumekuwa na kongamano hilo kubwa katika kituo chetu hichi na tumekuwa tukijifunza mambo mbalimbali kama vile ufugaji wa nyuki, lakini na magari kuweza kuziboresha taka mbalimbali, chupa za plastiki na zinginezo kama majani makavu kuweza kutengeneza vitu ambavyo vinavalu katika shughuli za kila siku za kulima na jamii inayotuzunguka lakini, pia tunajifunza masuala ya upandaji wa miti kwa kitalu. Mazingira yetu ni, ni, ni ukame, hakuna miti ya kutosha kivuli. Kwa hiyo tumekuwa tumetoa mafunzo namna gani vijana hawa wanaweza kuanzisha vitalu vya miti ambavyo vitakwenda kuboresha mazingira yetu na kuweza kuweza kutunza mazingira ambayo tunaishi nayo. Our purpose is to empower young people farmers and women into climate in, in mitigation of climate crisis as well as to grow healthy food and food system so that people eat healthy